Eh, ndugu wananchi, kama mnavyoona hali ilivyo sasa, kwamba tumepata madhara haya makubwa ya mvua ambazo zilinyesha, zilianzia jana usiku majira ya saa mbili, eh, kwa sababu mvua hizi zimenyesha milimani, kwa hiyo zimeleta maji mengi, zimeleta magogo na zimeathiri sana kwenye barabara kubwa hii ya Moshi Arusha. Eh, magari yalishindwa kupita, lakini naomba kwa dhati nishukuru vyombo vyangu vya ulinzi na usalama, kamanda wa polisi wa mkoa ambaye tunaye hapa, kamanda wa jeshi la zimamoto ambaye tunaye hapa, lakini mkurugenzi mtendaji wa halmashauri. Mara baada ya kupata taarifa hii, nilisema vilecho vifaa pamoja na wenzetu wa TANROADS. Eh, mpaka sasa kwa taarifa alizonipa kamanda, nilizonazo kwamba tumepoteza wananchi wetu watatu. E, kina mama wawili na mtoto mmoja e, wameangukiwa na nyumba huko juu Mbokomu, e, kwa sababu ya e, kuta zile ambazo zime, zilikuwa zimeroa sana e, landslide zime, yakaleta ya hayo maporomoko, na bahati mbaya tumewapoteza hao watu. Na nitoe tahadhari sasa, kuna wananchi wengine tukiwaambia jamani, haya ni maeneo ya mkondo wa maji wao hawaelewi, wanakwenda kujenga nyumba. Kwa mfano hapa tulipokaa mnaona wenyewe kwamba maji yamekatiza, yameingia ya ndani ya nyumba, magari yamezama hayawezi kutoka. Kwa hiyo tukiwaambia wawe wanatusikiliza eh, sisi viongozi. Jeremia Mkomagi, kaimu kamanda wa jeshi la zimoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro. Majira ya saa saba na dakika hamsini usiku wa kuamkia leo tarehe sita mwezi wa tano nilipokea taarifa ya kuwepo kwa, uh, kuwepo kwa tukio la maji kuzingira makazi ya watu, lakini pia ili daraja ambalo tulipo eneo la, la Kibororoni katika kata ya Kibororoni manispaa ya Moshi, daraja liliziba kutokana na magogo mengi ambayo yalishuka ya kutokana na mvua zilizonyesha, na, na, na maji kutoka milimani. Kwa hiyo daraja likaziba na ile njia ya kawaida ya maji kupita ikawa haipitiki. Kwa hivyo haya maji yakahamia kwenye makazi ya watu. Kwa hivyo juhudi za kuokoa zikawa tukazifanya wakati wa usiku, na tulifanikiwa kuokoa watu kumi na saba na kuwapeleka katika maeneo ambayo ni salama, na zoezi zinaloendelea sasa hivi ni kuendelea sasa ku, ku, ku, kuondoa yale magogo ambayo yalikuwa barabarani, ili tuweze kufungua njia, njia me, kwa sababu njia ilikuwa imezibika. Kwa hiyo magogo yamesha ondolewa na, na, na, na magari kama mnavyoona yanapita. Lakini sasa, kazi inayoendelea, tumeshafanya mawasiliano na, na watu wa Tanroad kwa ajili ya kutupatia excavator ili kuweza kuzibua ili daraja mnavyoona maji yameziba ili sasa maji yaendelee kupita kawaida.